Mwezi huu wa kumi na moja mwaka 2025 kwa wenye nyota ya ndoo utakuwa ni kipindi cha ubunifu, mafanikio na mawasiliano yenye nguvu. Ndoto zako zinaanza kuonekana kuwa karibu zaidi na ukweli, lakini unapaswa kuwa na mpangilio na kuepuka kufanya mambo kwa haraka bila mpango. Tukitazama katika kazi, mwezi huu kazi zako zitaenda vizuri sana ikiwa utatumia akili zako za ubunifu na mawasiliano yako mazuri. Unaweza kupata nafasi ya uongozi kupandishwa cheo au kupata mradi mpya utakaokuinua. Weka mipango yako vizuri na usiogope kushirikiana na wengine, ushirikiano utakuwa na matokeo mazuri. Tukitazama katika mapenzi, wale wenye mahusiano watapata kipindi cha maelewano na ukaribu zaidi. Mambo ya zamani yanaweza kusuluhishwa kwa urahisi na kuimarisha uhusiano. Kwa wale walioko single kuna uwezekano mkubwa wa kukutana na mtu mpya kupitia mitandao ya kijamii au marafiki wa karibu. Tukitazama upande wa kifedha, fedha zako zitakuwa katika hali nzuri ikiwa utadhibiti matumizi yako. Huu ni mwezi mzuri wa kuwekeza kwenye miradi midogo midogo au kuanzisha biashara ndogo. Epuka madeni yasiyo ya ya lazima na weka akiba kwa mipango ya muda mrefu. Tukitazama katika afya, Afya kwa ujumla itakuwa thabiti. Hata hivyo, kumbuka kujali afya ya akili kwa kupunguza msongo wa mawazo na kujipa muda wa kupumzika. Shughuli kama kutembea, kusikiliza muziki au kufanya meditation zitakusaidia kubaki imara. Rangi yako ya bahati mwezi huu ni bluu ya anga. Nambari yako ya bahati ni saba. Mafusho ni udi wa mchaichai. Manukato ni jasmine au lavenda. Saa nzuri mwezi huu ni saa nne kamili asubuhi hadi saa sita kamili mchana. Nyota za kushirikiana nazo mwezi huu ni nyota ya Mapacha, Mizani na nyota ya Mshale. Ujumbe kwa wenye nyota ya ndoo mwezi huu wa 11: unapojipa ruhusa ya kung'aa unaipa dunia sababu ya kuangaza pamoja na wewe. Huo ndio utabiri wa nyota ya ndoo mwezi huu wa 11 mwaka 2025. Basi ni kusihi usiache kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo, ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada, ni kutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwa heri, bye, bye.